Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano tarehe 29 Oktoba mwaka huu ambapo amemteua jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania Mheshimiwa Othmani Chande Othmani kuwa mwenyekiti wa tume hiyo. Rais Samia ameunda tume hiyo kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu cha tatu cha sheria ya tume za uchunguzi sura ya thelathini na mbili ambapo pia amewateua wajumbe saba wa tume hiyo akiwemo mheshimiwa profesa Ibrahim Hamisi Juma, jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania na balozi Ombeni Yohana Sefue, kiongozi mstaafu, mwanadiplomasia na katibu mkuu taarifa iliyotolewa Novemba 18 mwaka huu na katibu mkuu kiongozi balozi Daktari Moses Kusiluka imeeleza kuwa wajumbe wengine ni pamoja na balozi Radhia Msuya mwanadiplomasia na balozi mstaafu, balozi Lot Jnipo Meela ambaye ni mwanadiplomasia na balozi mstaafu, IGP mstaafu Saidi Ali Mwema mkuu wa jeshi la polisi Tanzania mstaafu, balozi David Kapya mwanadiplomasia na balozi mstaafu, Daktari Stagomena Taxi ambaye aliwahi kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadeki. Tume hiyo imeundwa ili kufanya uchunguzi kujua nini kilichosababisha uvunjifu wa amani siku na baada ya uchaguzi mkuu mwaka huu.